Uchaguzi mkuu umewadia jamani. Kura yako haki yako jitokeze siku ya uchaguzi. Inaitwa Mwalimu Benjamin Mshandete, msimamizi wa uchaguzi jimbo la Sikonge. Wilaya ya Sikonge ina jumla ya kata 20, ina jumla ya vituo vya pigia kura 451. Kuna jumla ya watendakazi wa vituo ambao wamesailiwa ni 1884, kwa mchanganuo ufatao: wasimamizi wa vituo na wasimamizi wasaidizi wako 1353. Makarani waongozaji wapiga kura wako 551. Maandalizi kwa ujumla ya zoezi hili la uchaguzi mkuu mwaka 2025 yamekamilika kwa asilimia 100. Tayari tumefanya usaili wa watendakazi wa vituo ambao ulifanyika kuanzia tarehe 16 na tarehe 20, kuifanya kwa ajili ya wale ambao walikuwa wamependekezwa kufanya kazi katika vituo vya kupigia kura, na zoezi lilifanyika kwa ukamilifu na kwa ufasaha zaidi. Na tayari tumeshafanya maandalizi kwa ajili ya mafunzo. Siku ya leo tumefanya mafunzo kwa ajili ya makarani waongozaji ambao wamefundishwa mada mbili. Mada ya kwanza wamefundishwa majukumu ya makarani waongozaji. Na mada ya pili wamefundishwa juu ya namna ya kuwahudumia wapiga kura wanapofika katika kituo cha kupigia kura. Kwa sasa hivi vifaa vyote vimesambazwa vile vya awali kwa ajili ya zoezi vimesambazwa na viko kwenye vituo vya kupigia kura.